Wakenya wa wanataka wahudumiwe vizuri, na wakikatwa, hakuna Mkenya anakataa kukatwa pesa kama ya afya, hakuna Mkenya anakataa kukatwa, lakini hiyo pesa ikikatwa, ifanye Kenya inatakikana, sio hizo pesa zikatwe, ziwekwe kwa mifuko ya kina, ya kina Sudi, iwekwe mifuko ya kina huyu anaitwa nani, Faruku Kibeti, iwekwe kwa huyu mwingine anaitwa nani huyu, Rangati huyu wa kuua watu. So, waja anikujie mimi. Kwa hivyo ndio nasema tunataka kama, we need of saa vile inaendelea, because vile tunaendelea hivyo vizuri, haiendi vizuri, watu wanakufa hospitali, hakuna madawa na pesa zinaokotwa hizi. Pesa zinaenda wapi? Sasa ndio nauliza. Kuna mwenzangu hapa anasema teni bila breki. Ha, wanatuambia tena bila break. Tunataka watu waeleze hizo pesa zinaenda wapi na zinafanya kazi gani kama watu wanakufa na hakuna ma, madawa katika ma hospitali. Naomba huyu mwenzangu karibu. Hii serikali yako unatetea njoo, usiogope kuangalia kamera. Kupora, kupora, Kupora bila break. Kupora bila. Haya, Mike on. Mike, Mike. Wewe ameauunasema on, mimi <laughs> unasema nii ni Masai anakaaje Mombasa? Yes. Sasa hoja yangu kitu ya maandamano ya kesho, maandamano ya kesho ni kitu ya kukora, kwa sababu hakuna kitu anapanga kusema hoja fulani. Nataka hii hii kazi ya maandamano, wanasema Ruto kutoka kwa kiti, lakini hakuna lolote anafanya. Ni mkora tu wa kuiba dukani ya watu macho magari ya mawatu na magari ya hana makosa. Badala sasa kusema sisi mwananchi ya Kenya anaumia, kwa sababu daktari hakuna hospitali, dawa hakuna hospitali, sasa anapata mambo ya mfumo mwingine ya watu, anakodesha kulipa pesa, waingia barabarani, waende kuharibu mali ya watu. Sasa hiyo maandamano hakuna ya ya maandamano maandamano ya kweli Asante sana. Nataka niseme hivi, kesho kila mtu ataenda kutimiza lengo lake. Kuna wale wataenda kuomboleza watoto wao ambao walikufa, waende waweke maua na watoke. Kuna wale walianzisha mchakato wa kusema Ruto must go, kesho ndio wanaenda kutimiza hiyo. Kuna wale ambao Ruto ameingia kwa slip yao kwa lazima anawakata, kesho wanaenda kutoa hasira zao barabarani. Kwa hivyo hiyo maandamani itakuwa na kachumbari, michanganyiko maalum e, nakutungusa humu. Sasa wewe, kama unaenda ni kuomboleza, enda uomboleze na utoke uende. Mimi mwenye nimeingiliwa kwa payslip. Nitaenda pale niitetee payslip yangu. Wale ambao wanataka Ruto aondoke wa kesho wataenda watimize hiyo, kwa sababu hiyo ajenda haikukamilika mwaka jana. Hiyo ajenda haikukamilika, ilikuwa postponed, na kesho ndio itakuwa climax. Kwa hivyo usituambie. Wataenda. kuna hero hapa anasema shamba yake imechukuliwa mali, na amesema inatokota kesho, ndio hero atoke aende aitetee shamba lake. Usingoje siku nyingine uanze kuchinja watu, toka kesho uende uitetee shamba lako. Kwa nini ungoje siku nyingine, wakati watu wamelala, uanze kukata Wakikuyu unasema wameiba shamba lako, na unasema hiyo ya kesho ni upuzi. Wewe unatuambia nini? Utasema yako hiyo ni yangu. Nilikuwa naweka mada vizuri, aelewe. Thank you Mr Speaker. Yes, na upige kwa hili. Eh, mimi kama Jenzii na na wenzangu wenye tuko hapa, mimi hata nilikuwa ndani maandamano ni leo, kwa sababu mimi nilikuwa nishajipanga tayari kutoka barabarani Nilikuwa no. kwa nishajipanga dari kutoka barabarani. Yeah. Nashangaa leo kumbe <laughs> <No. laughs> na sita leo ishirini na tano leo. Non. leo sisi leo sita da, than, leo ishirini na tano. Nilikuwa nadhani leo ni Wednesday. Tunaenda barabarani. Non. Nilikuwa niko na maji yangu pale na maski kila kitu mili kwa hata dodi. <laughs> Hata si yuko ni kesho ifiki haraka ikesho. <laughs> <laughs> no. Kwa hiyo sisi tushajipanga. Kesho tunaenda barabarani kama kawaida. Coming sun, coming rain. Wale waoga -mbaki kwa nyumba mkae e, kwa nyumba hatuwadai huku nje yeah. mkae kwa nyumba mtulie wale waoga yeah. mtuachie sisi vijana tufanye mambo yetu tuwatengeneze Kenya wazee kwa sababu nyinyi mlishindwa yeah. yeah. yeah. mfunge mtuze biashara zenu yeah. Yeah. Yeah. mtulie yeah. yeah. yeah. tufanye mambo yetu hiyo tu Gen Z ame amesema vizuri kesho wamejipanga kama Gen Z na funga biashara yako funga biashara yako, weka gari yako nyumbani, usilete gari yako hapa ichomwe alafu anze kulaumu wapi. Weka gari yako mahali palipo salama. Asante kwa bunge, kufuatana vile spika na anavyoongea, nadhania wengi tumesikia. Kwanza anatuambia tuweke gari yetu, sijui tuchunge duka yetu, sijui tufanye nini, na sisi tunasema kama serikali risasi itapata kutu kwa wezi wahuni yo muwe ready kama ni maandamano peaceful ya kwenda kuweka maua kukumbuka, sije kina waliouwa, that one is okay. Yes, kuna wale waliouwa, sawa, tunakubaliana waliowawa. Kama ni maandamano ya kusema si wale tuliuwa, kawaida, ukicheza na moto utaungua siku zote. You you cannot you are trying to, nadhania Kenya tuna tuna katiba na katiba yetu inaonyesha vizuri kabisa, kuandamana ni sawa, yes. <laughs> lakini hairuhusu uende uanze kuibia wengine simu, kuvunja maduka kama vile tulivyoona, kuchoma gari ya watu. Leo hii tunasikia kuna wengine wanaandamana kwenda State House, hiyo tunaita capital offense. Imagine mnaenda State House, ati wanaenda tu Ruto, Raisi ambaye alipigiwa kura kwa ballot aliwashinda kwa balot. Maana baada ya kushinda kwa balot, mnataka enda kumshinda rais huyu wetu. Alipigiwa kura kwa balot na sote tunajua, na alishinda wapinzani. Inabidi nyinyi wa Kenya ambao hajaridhika naye tumngoje kwa balot, mtoe na ile kura aliyoingia nayo. Hiyo ni in Kenya inaruhusiwa. Lakini mkisema tunaenda andamana kuiba, kuvunja pia polisi pia wataprotect ambao wanaibiwa. On the process kuna nyora pigwa risasi mtalaumu serikali. Maana wengi ni wezi. We saw it ile ya mwanzo. Uliona mkiiba, mkiharibu vitu, mkichoma gari watu. Imagine mtu ameka gari yake katikati ya CBD. A demonstrator anakuja anaiba, anachoma. Huyo mtu mnafikiria anafikiria nini? Ana, anafilaje? Anafila Please tu, tu, tu, tuangalie upande wote mbili demonstrators na serikali na kuna wale wanaitwa Nairobi business community. Mulisikia vile walivyosema, kuna wale watu wanafanya biashara kama hao. Tukubaliane tuliona mtu bunge bunge bunge, tuliona mtu kidogo bunge. Naomba tuongee tuelewane kidogo. Tuliona duka ya mtu wa Kenya tuliona duka ya mtu ikivunjwa, ikaibiwa laptop simu, hiyo kitu yote tuliona, mna msema yani? Gundu ile ni duka ya mtu, investment ameweka pale, hamjui ni miaka ngapi unatoka from nowhere unaenda unasema I'm demonstrating, unaenda unavunjwa na iba. Relax, we saw it yeah. wi so itso Kenya. Mi naomba wa Kenya, huyu rais wetu Ruto, rais wetu Ruto ambaye tulimchagua kwa ballot, tulimweka na kura, inabidi mjitengeleze. Sawa, muje mmetoka kwa ballot with kura, lakini from my side ni kumi bila break, hamna njia ya kumtoa Ruto. Kwamba najaribu kutoa onyo, kuenda town sio makosa, lakini hii ni kitu imetangazwa. Usalama unaanza na wewe, usalama wako unaanza na wewe, na ndio maana nimesema kama kutakuwa na maandamano mahali popote, kutakuwa na maandamano na we ni mfanya biashara, hakikisha kitu cha kwanza umefanya ni umefunga hiyo biashara yako. Hiyo si ni usalama wako. Na kama kutakuwa na maandamano na we uko na gari, tafadhali usijaribu wenye wanaandamana na gari lako. Kitu cha pili, maandamano sio fujo, maandamano ni upewe ulinzi na polisi Kwa ili wale ambao wanaenda kuiba. Kama kuna mtu atakuwa na nia ya kuiba na kuvunja biashara za watu baada ya wewe kufunga, huyo ndiye ashikwe. Kwa hivyo, Paulo, hiyo mambo ya kutuuzia uoga wa risasi, kama tungeogopa kina Raila na Orengo na wengine, hatungekuwa na hii uhuru tunaongea nao hapa leo na wali brave hiyo yote, na tumekuwa na hii na msitutishie. Kenya bado haijakamilika, lazima watu waajitate kama kuna mambo mabaya, kama serikali haitasikia tutaenda barabarani, tutaandamana na tutabrevi yoyote, na mambo mengi yatafanyika. Nimesema kama kama hiyo generation wangekuwa waoga, generation ya waoga, generation ya Raila, generation ya Orengo, Gitobu Imanyara, Martin Shikuku katiba sijui matiba, hao watu wali brave hiyo yote, na hakukuwa na katiba kama hii, hawakuwa protected. Na tumekuwa na hii haki, tunaongea hapa wengine, kwa sababu wanadanganywa na vitu vidogo. Leo hii wanasema msiende barabarani. Kwa nini mnaenda? We still have to go. Kenya haijakamilika, bado inajengwa. Kama serikali haina sikio la kusikia, the only way serikali inasikia wananchi ni kuenda barabarani, full stop. mwingine yule alikuwa anapinga hapa kwa wapi? What is it? Amesema na unataka e, ku clarify? yeah, yes. Asante sana Mheshimiwa, ametoka kwa katika furaha ametuambia ya kwamba, eh, kesho kuna maandamano na wale wanaandamana I, na, ka, ka, na ka, ye mwenyewe akagusa katiba hiyo. Hiyo katiba ndiyo inapatia mwananchi nguvu ya kuandamana, na kazi ya polisi ni ya kulinda mali na asilimali ya Wakenya. Hamesema vizuri. Nairobi juzi alisema vizuri amesema duka lilifunjwa. Hiyo duka lilifunjwa lilifunjwa na polisi. Tunaona polisi anasikilia kwa laptop akipanda na nikurusa. Hiyo <laughs> sasa ilikuwa ni polisi alitoa katika kwa magundi. Kwa hivyo na polisi naye alikuwa gundi. Eh, eh, sasa polisi nao ni waisi. Eh, because yeye amechukua laptop imeibiwa ka akaenda nayo. So kitu ingine kitu ingine, kitu ngine tunauliza Nairobi business a anatwambia, ni watu walitafutwa na gaujo na sakacha na amei katika, wale watu walikuwa na nduhi katika CBD Nairobi German wao leo amesema hao watu Nairobi CBD mali walitolewa Sakaja na nani, mali aliwatoa na huyu na huyukahucu wa ni wao ndio wa wanajua. Sasa swali linabaki ni hiyo, kesho anatuambia kuna wauni hao wanu wanatoka wapi na polisi atakuwa anatoka wapi? Ah, lis hey, because saa hii kama tunaongea saa hii tunaambiwa kuna watu wanatolewa pokoti wanakuja CBD Nairobi na bunduki zao bandit. Sasa ndio tunauliza hao ndio hao ndio watakuwa ndio polisi wanatulinda ama ndio wana, ama wanatua hivyo? Kwa hivyo nakuambia hii Kenya mahali imefikia, ikiwa unasikia watu wanapiga kelele, unatakikana kurudi kwa drawing board. Kama jana walikuwa na magavana, walikuwa Karen, walikuwa wote walikuwa Karen kwa ofisi ya David President, wote walikuwa huku na wao ndio alikuwa anapata hiyo opportunity ya kuongea na magavana, uh, Hawaulizi ni kwa nini katika kaunti yako nasikia kuna, kuna aite aite muntu ako na akiri hajaribu kuongea na watu hajue shida iko wapi? Lakini kusema oro kweli, leadership ya hii country country administration ya hii country na hii regime iko rotten, imeosa inanuka hey. Kwa hivyo hey, ikiwa ya. Hata sikia Mkenya yes. Tutamtia moto mpaka asikie Mkenya. Na huyu ametuambia Wakenya ndio walimuweka na Wakenya ndio wanamtoa. Hakuna mtu ametoka Burundi, hakuna mtu ametoka Tanzania, ni Mkenya anamtoa. Kwa hivyo asitutishie ati ako na pendera. Kuna nini hiyo pendera? Ya wananchi si yake. you have two minutes. Kwa hivyo, kwa hivyo, chairman, nataka ni nataka ndio nataka niseme ni, ni, ni hivi Eh, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda sasa ndio, Sasa ndio tunasema kama ndio, ndio namaliza, nikisema watu watu watatoka, naomba wa Kenya, namaliza kazi. Naomba wa Kenya, Naomba wa Kenya mutoke mufanye maandamano yenu ya peaceful tuende tukuwe tukuwakise misuma maali, tukumbuke wale vijana wetu kama huyu alipigwa hapa cafe point siku hiyo, tumkumbuke. Na Wakenya, msibie mtu msibie mtu msichome kitu cha mtu, pole pole, msibie mtu. Tufanye maandamano ya bisifu, waje tuwaanike vile Nairobi walianikwa, sio uliona wa wali, Nairobi walianikwa na maguni zao wakabaki ni maguni zao, wanakimbia wao, wanabereka gari ambayo wana sio sasa, kwa hivyo tukutane nao wale wauni, watajitenga wale wauni wata, watajitenga. Tuko na tuko chini tuko na nahiyo kuchucha, tunawaambia kwanza, kwanzia kesho, hiyo kitu hiko na, muntu asiwadanganya hapa, waitie woa. Hii injini yetu ikichomeka tunachomeka sote, tukibata faida tunahanya sote. Kwa hivyo huyu maandamano yaiko kirasimu, very good eh, kesho <coughs> <laughs> Yaani, nime narudia tena kwa wale wamekuja, maandamano ya kesho itakuwa na kachumbari, itakuwa na kitunguu ndani, itakuwa na tomato ndani, itakuwa na sijui Royco na nini, yaani itachanganywa. Kuna wale wataenda kuomboleza watoto wao waliokufa mwaka jana, wako na muda wao, waende waweke maua na watoke. Kuna wale kama sisi tunaporwa bila break. Unajua, wakati unaongea hapo wengine wanadhani ni mchezo. Tunaporwa sisi wafanyakazi. Kufanya kazi hapa Kenya ni kama sahii sijui ni kama ni punishment. Ha? Ni kama punishment. Wengine hapo wanajifanya hapa na wanaumia kimoyo moyo. Tusijifanye hapa, tumwambie huyu jamaa ukweli, tunaumia. By the time umechukua pesa kwangu pesa ya kuflow hapa chini hakuna, ndio maana wale wanaongojea hapa Mother chini hawana pesa kama huyu ako hapa anaongea, anangojea hapa chini, unaelewa, sisi yenye tuna kazi ndio tulii. Wewe mwenye anatetea Justin, sitaki Justin kuongea na mtu kama huyo, kwa sababu hajui maana ya kukatwa Ye yeah, yake akipata hapa anakula yote. Mimi yangu ni kidogo, na badi na chukuli. Huyu anaelewa, angalia venye anatabasamu <laughs> Ama unataka ni kumulike kesho? Mwenye tunamleta si tatizo, mwenye tunamleta si tatizo. Mwizi ya kule miaka mitano na ende unasumbua. Tuko na waizi Kenya, hiyo kila mtu ni mwizi, hata huyu ni mwizi. Nimemwona nani na kule. Yule na kule. Ana kitu ndio anaenda kutafuta toshani na Ruto. Zablon, Zablon kidogo hana, huyu ana, ana kitu anataka fikie Ruto no. mwanzo Huyu afikie Ruto mwanzo. Nakupea nafasi. Nakupea nafasi. Unamjibu. Unajua, unajua oda kabla hujaanza. Mheshimiwa, uh, wazee, kuna wale wanasema wamezoea shida, na ukiwa na hiyo mentality utakufa na shida yako. Hakuna mtu anazoea shida, hakuna mtu anazoea ugonjwa. Hakuna mtu, mtu, mtu ako na shida yake. Hakuna, hakuna mtu alizaliwa teseke na tusidanganywe na, na maendeleo ya peni mbili, halafu mnajifanya asante sana wabunge wenzangu kulingana na maandamano. Maandamano ni sawa lakini iata ya Wakenya bado hajui hii maandamano ni ya nini. Chache ya wa vijana wanasema maandamano kuleta mabadiliko, lakini ni mabadiliko gani tutapata? Kwa sababu au vijana wenyewe ukiangalia wanasema Hawana chama wangetega hata mtu wao, hata kama tunakufa nao, tunasema kweli, huyu ndiye anataka kutomboa. Hapo ndio mahali inachanganyisha mpaka sasa hii. Ndugu yangu kama una ugonjwa wa presha, ugonjwa wa kitungunya kwa akili, tafadhali nipatie nafasi ndugu yangu, kwa sababu sasa hii nimejua wengine wanaugua ugonjwa wa presha, ugonjwa ni kwa kulingana na siasa ya sasa hii. Ni sasa nikiendelea na mada, eh, nikiendelea, eh, sasa nikiendelea na mada ya leo yes. Hakuna kiongozi yoyote wa dunia mtapata 100%. Even hata Daudi alipoingia uongozini kuna party ilikuwa amsapota, lakini themo alipewa muda Israeli yote walimsupport. Kwa hivyo hii muda bado wezi kasema hii kiongozi tuko nayo Ruto ni mbaya katika hii muda akonayo. Ni ndugu yangu, kama mko na ugonjwa presha, tafadhali tulieni, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Sasa ndugu zanguni, sasa ndugu zanguni, tusidanganyane kwa, kwa sababu hao viongozi wote wamefikia mpaka huo rais wa tano, ile muda wameongoza mwaka mitatu, ile tangu yao wameingia mwisho utakuja kubala Ruto ndio ameperform perfectly. Ndugu zangu, ndugu zangu waceni, ndugu yangu waceni pressure, ndugu yangu, nimejua pressure ndio unaongezeka kwenu eh. Kwa sababu angalia, Ruto kitu ya kwanza ameleta makabila pamoja, ameleta sikiza

Sababu gani nasema katika hii mwaka mitatu Ruto ametawala? Kwanza, Mheshimiwa Uhuru alipotoka uongozini, aliwacha unga kama iko pesa ngapi, turegesheni. Shukrani ndugu yangu Uhuru. Ruto tangu nio watu wadukaa hata watu wa duka wanasema saa hii, hata kama vitu inapanda, lakini sio kila wakati, leo unapata bei bei beni, beni. Unga watu saa hii wanakula sima mpaka inabaki juu ya meza, na wakati Uhuru ilikuwa aifanyike, ndugu chake Ruto ametuletea iko skiza affordable houses Ameletea fode wazi mwingine hapa mm. Mkiangalia wamezoea maji ya kubeba beseni na kufunga tawi wakienda nayo bathroom, lakini sasa hii Route analeta fode nyumba iko na shawa ndani. Una ile unaenda unaenda unaenda, unaenda kuoa nyumba iko na shawa <laughs> ndugu yangu mbona ndugu atu, yangu mbona hatuna shukrani katika hii utawala wa Route, ndugu zangu eh hata eh, eh. <laughs> mambo ya vita ilikuwa kila mahali kama ba Baragoi kule, sasa hii ukiangalia, ameni imetulia isipokuwa zi kuna sehemu kidogo kidogo, watu wa CFS saa hii, kama area Changamwe, unapata malori hapa na hapa, zimeshikana zote zote zote. Zilihama Mombasa zikaenda sehemu zingine. Tuelewe ndugu zangu, ni tulieni, tumpatie muda rais wetu mpendwa, na kitu yaendelea. Kenya itakuwa sawa. Asante sana, asante alo na, twende nalo eh ah, no. E, na eh twende nalo na, kama wewe uko na ugonjwa pressure ya ah, we pre, eh, kama uko na ugonjwa za... Hakuna eh, ah, ah, ah, bana na, mj... eh, na mzinduzie uoga eh, ndugu yangu eh, kama uko tayari kuomba Kenya usituzie uoga kwa sababu eh. ah, ah, wak kuna kitu unanuliza. Ah, hakuna bwana, hakuna ndugu yangu Kenya, Kenya mahali ilifika, ilikuwa imefika kiwango ya ukabila, mpaka utoa kitambulisho, mpaka unaangaliwa jina. Ndugu yangu, mi hata sehemu nyingi nimepita nimeogopa kutoa kitambulisho. Ruto ameleta pamoja, kwa sababu angalia, ukiangalia tunaona Joho, tunaona Oparanya, tunaopia Wandayi paka mbaadi nduuni, nilishangaa naona amebeba hawajai wana kiti ya speaker. Na ndugu yangu, ndugu yangu, ndugu yangu, heli, mtachukia Ruto, mtachukia Ruto ndugu yangu, lakini mpatie ni mwaka saba na nusu amebaki nayo ndugu yangu. Tutulieni, asante. Amesema boss, boss amesema na baada, anaongea vizuri. Unajua, unajua tusijisahau Kabla pia uandai aingie kwa serikali ya Ruto kulikuwa na jamaa anaitwa Uwalo. Ah, tuseme tu ukweli. Kabla huyu afike kulikuwa na Uwalo. Sio Uwalo alikuwa pale. Alikuwa kabila gani? Si alikuwa mjaluo. Si alikuwa kwa cabinet. Kabla Joe afike hapo, si ni mpwani hapa. Kulikuwa na mama hapa. Tuseme tu ukweli. Kama hii ya Ruto sasa au kuingia ndio sasa imemaliza ukabila. Mama alikuwa anatoka hapa ishajumwa. Si alikuwa waziri. Sasa ni kitu gani kimebadilika hapo? Kulikuwa na babu na mwambo Paranya amewekwa, si yule ni baluya na u, ametaja nani tena? najua Wajaluo si juu ya watu. Ah, si nimesema mama alikuwa mama, ametolewa juu akapewa. Sasa jua, si kuna nini amefanya hapo?